Mka kwenye vitanda. Mwenyezi Mungu, tubariki. Akinichekea madogo wako zao tu hapa. Madogo kwa ngapi, wako ngapi? Wako moja mbili tatu. Utufaya kitu kwa ajili yao, Bwana askia Mungu.

so nia kurekodi ile video sio kukuonesha ya kwamba mimi ninasaidia hapana ila nia ni kukumotivate hata wewe kama una kidogo chochote unaweza kusaidia watu wenye uhitaji mfano mkate nimenunua shilingi 3000 mayai nimenunua shilingi 500 zile juice pia nimenunua shilingi 500 na maji pia madogo nimenunua shilingi 500 breakfast nzima yale madogo imenikosti shilingi elfu kumi na tatu tu so ukipata nafasi hata wewe kusaidia mtu yoyote msaidie asante bana sisi tunaamka kwenye vitanda Mwenyezi Mungu atubariki lakini chekia madogo wako zao tu hapa madogo wako ngapi wako ngapi wako moja mbili tatugu uh, gu tufai kitu kwa ajili yao bwana la sikia Mungu first, first, now, now. <coughs>

So nia kurekodi ile video sio kukuonesha ya kwamba mimi ninasaidia, hapana, ila nia ni kukumotivate. Hata wewe kama una kidogo chochote, unaweza kusaidia watu wenye uhitaji. Mfano, mkate nimenunua shilingi 3000 mayai nimenunua shilingi 500, zile juice pia nimenunua shilingi 500, na maji pia madogo nimenunua shilingi 500. Breakfast nzima yale madogo, imenikosi shilingi 13000 tu. So ukipata nafasi hata wewe kusaidia mtu yote, msaidie. Asante.